Hatua ya baraza la kitaifa la chama cha ODM kumtimua seneta wa jiji la Nairobi Edwin Sifuna kutoka wadhifa wa katibu mkuu wa chama hicho kutokana na madai ya kukaidi misimamo ya chama kinyume na katiba ya chama imeibua mirengo ndani ya chama hicho na miongoni mwa Wakenya na wadadisi wa masuala ya kisiasa. Wapo wanaounga mkono hatua hiyo, wengine wakipinga kwa hoja kuwa kabla kifo chake kinara mtangulizi wa ODM hayati Raila Odinga aliishi kumtetea Sifuna dhidi ya waliopinga walio msimamo wake, akisisitiza kuwa Sifuna ndiye alikuwa msemaji mkuu wa chama hicho na kauli zake ziliashiria msimamo wa chama. Mwandishi wetu Musa Navie anatathmini ya hali ilivyo katika siasa za Kenya. Seneta Edwin Sifuna maarufu na utambulisho wake mimi ndio Sifuna amekosoa vikali hatua ya ODM kumwondoa katika wadhifa wa katibu mkuu. Akihutubia waandishi wa habari hii leo kuelezea mstakabali wake, Sifuna aliyeandamana na wapambe wake wakiwemo gavana wa Siaya James Orengo, seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi, mbunge wa Embakasi Nairobi Babu Wino, mwanawe Raila Odinga Wini Odinga, miongoni mwa wanachama wengine wa ODM, Sifuna ameshikilia kuwa angali katibu mkuu halali wa ODM huko kuwa kinara wa sasa wa, wa ODM Moburu Odinga hakuchaguliwa kisheria kushikilia wadhifa huo, hili akisema linaharibu misimamo ya chama hicho. Sifuna anasema kilichomchongea ni kutokubaliana na mipango ya ndani ya chama kuunga mkono kuchaguliwa kwa rais William Samoei Ruto kwa muhula wa pili, akisisitiza kuwa anashikilia msimamo wake wa kutomuunga mkono rais Ruto katika uchaguzi wa mwaka 2027. Hatua hii haijazingatia sheria, katiba ya chama ODM wala kanuni za kimsingi. Hakuna wakati nimefahamishwa kuhusu utovu wa nidhamu, kutotii au kutotekeleza majukumu yangu kama katibu mkuu, na sijaalikwa kujibu malalamishi ndani na nje ya chama kuhusu suala lolote ambalo linaweza kuchangia kubanduliwa kwa katibu mkuu. Uamuzi wa kumbandua Sifuna uliafikiwa jana Jumatano na baraza la kitaifa la ODM kufuatia mkutano wa baraza kuu la chama hicho ulioandaliwa jijini Mombasa, mkutano ulioongozwa na kinara wa chama Oburu Odinga. Nafasi yake kwa sasa Sifuna ikishikiliwa na Catherine Omanyo kama kaimu katibu mkuu wa ODM. Baada ya kujadili masuala kumhusu katibu mkuu Edwin Sifuna, baraza kuu la chama limeamua kumbandua afisini. From, mchambuzi wa masuala ya kisiasa magharibi ya Kenya, Robert Sireti anasema hatua ya ODM kumwondoa Sifuna ni sawa na mwiba wa kujidunga, huku akieleza kuwa kwa sasa Sifuna amepata nguvu zaidi kisiasa kinyume na matarajio ya kumzima. Wamejidunga mwiba wenyewe. Unaona ile mambo Sifuna amekuwa akiongea yalikuwa mambo ya Raila. Raila hakuwa anaongea sababu, yaani Sifuna na unaulizia hata siku moja Raila akisaambia Sifuna ile mambo anasema ni, ni ya chama si yake, okay. Sifuna ameendelea kutoa wito kwa wafuasi wake kuendelea kumuunga mkono akishikilia kuwa atasalia imara katika kuendeleza kanuni na malengo ya hayati Raila Odinga ili kulinda chama cha ODM. Musa Navie, DW kis